Mhashamu Baba Askofu Mkuu Juda Thadei Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam; Mhashamu Baba Askofu Stefano Msomba, askofu wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo; Mhashamu Baba Askofu Henry Mchamungu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam; Waheshimiwa sana mapadre, watawa wa kike na wa kiume, Mheshimiwa Spika mama yetu Ana Makinda, spika mstaafu wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waumini wenzangu, ndugu na jamaa, na taifa la Mungu Kristo. Kristo. Tumaini letu Yesu. Mimi niliyesimama mbele yenu kwa niaba ya familia nimesimama kwa ajili ya kutoa shukurani kwa niaba ya familia yetu. Mimi naitwa Solomoni Subira Sabuni ni mtoto wa nne katika familia ya katekista Stefano na mama Loisi Padhili Sabuni. Yeye ni mzaliwa wa kwanza baada ya dada yetu dada Neema, anafuata padri Sabuni, lakini anazo sifa mbili kuu. Ya kwanza, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa kiume katika familia yetu, lakini pia katika ukoo wa babu yetu, kwa maana wajukuu wa kiume, yeye pia ndio mzaliwa wa kwanza kwa umri. Kwa hiyo katika familia yetu baada ya dada yetu anafuata padri Paulo marehemu, anafata dada yetu mwingine tuliyemzika elfu bili Pendo Veronica, nafata mimi. Kwa baada ya marehemu Padili Sabuni kufariki, mimi sasa nakuwa ndiye kijana mkubwa wa kiume katika familia. Baada ya kusema hayo, tunashukuru sana kwa maisha ya Padhili Sabuni. Watu wanaweza kujiuliza alifikaje jimbo la Dar es Salaam. Alipokuwa na miaka kumi, kumi na moja alichukuliwa na baba yetu mkubwa Emmanuel Mboje mwaka tisini na tatu kwa ajili ya kuja kufanya masomo na hatimaye akawa padi akiwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunakushukuru sana baba kwa kazi hiyo nzuri na kwa kazi ambayo umeifanya wote wana jimbo la Dar es Salaam. Basi tunayo shukrani kwa makundi ya fuatayo. Mo, mosi, tunamshukuru kwanza mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Padre Paulo Sabuni kwa mema aliyomjalia katika maisha yake. Pili, tunatoa shukrani kwa Baba Askofu Mkuu sana Yuda Tadeo Ruwa'ichi na msaidizi wake Askofu Henry Mchamungu, kansela wa jimbo, ofisi ya uhasibu jimbo, na mapadri wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa matunzo yote mliompatia ndugu yetu alipokuwa na afya njema na hata alipokuwa mgonjwa. Mungu mwenyezi awalipe kwa ukarimu wenu huo mkubwa. Tatu, tunawashukuru mapadri wanadarasa wenzake wakiongozwa na faza entaida ni Vincent Mbezi, Charles Kayumba, kwa sababu hawa walifika pia nyumbani miaka ile na wanadarasa wenzake wengine wote kuanzia mwaka elfu mbili na tano walipoingia nyumba ya malezi na hatua zote hadi kufikia upadri mwaka elfu mbili na kumi na nne, na hata kuwepo pamoja naye angali mgonjwa, na hata pale alipopatwa na umauti walikuwa naye bega kwa bega. Asanteni sana sana, mapadili wanaulika wa marehemu kaka yetu Padili Paulo Sabuni. Nne. Tunamshukuru Padili Emmanuel Mbuya paroko msaidizi wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL kwa kufanya kazi naye na ndugu yetu kwa kumjali na kumpambania hadi kifo. Shukurani hizi ziwaende wa waamini wote wa parokia ya IPTL kwa kuishi na kaka yetu, Mungu awabariki sana. Tano, tunatoa shukurani kwa waamini wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa kumpenda, kumpokea na kufanya naye kazi, hasa parokia za Mivu, Mivumoni, Tabata, Kisiwani, Manzese, Magomeni na Kitunda. Asanteni sana sana sana, Mungu awabariki. Sita na mwisho, ila si katika umuhimu Asanteni sana madaktari na wauguzi wa hospitali ya Apollo India, Dr. Prasadi na wenzake, madaktari na wauguzi wa hospitali ya taifa ya Muhimbili, wahudumu kutoka Damu Salama na daktari wake Arson Chua na wauguzi wote wa hospitali ya Aga Khan. Mungu awabariki wa sana kwa kupigania uhai wa ndugu yetu na kaka yetu. Inakuwaje? Ainakuwaje sasa, sasa. Tunao neno moja la kumalizia. Wakati Paul Sabuni anafariki, kuna watu wa karibu na mimi walipigiwa simu wakizani kwamba mimi ndiye niliyefariki. Wengine kwenye magrupu ya kazini wakawa wanatoa pole, lakini sio mimi. Nawakumbuka sana ndugu zangu wa Magomeni tulipokuwa na upadilisho wa kule Mwambagole, jimbo kuu la Mwanza. Wapadili Barinabas Nturugu yuko pale, nimemwona. Watu wa Magomeni walinidaka sana pale, nadhani walizani na mimi ni kama Padili Sabuni, lakini sikuwa mimi. Labda mimi tu ni Yohane basi mbatizaji. Kwa hiyo tunaomba mtu akiwauliza kwa nini Mungu amemchukua mapema, mwambieni au waambieni kwamba mapenzi ya Mungu ni makubwa zaidi kuliko mapenzi ya mwanadamu. Raha ya milele umpe e Bwana apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe, Ebwana Padili Paulo Nsekela Mboje Sabuni, apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape, Hebwana, marehemu wote wapumzike kwa amani Amin. Asanteni sana kwa kunisikiliza.